Ambayo mnakumbuka mauaji yaliyotokea tarehe kumi mwezi Mei mwaka huu 2025, yaliyomhusisha mwalimu wa dini maarufu kama katekista wa kanisa Katoliki e, parokia ya Mtakatifu Teresia wa mtoto Yesu lililopo Tazara Tunduma ambaye anafahamika kwa majina ya Diamond Mwenda wenye umri wa miaka 38 aliyefariki tarehe hiyo inayosema tarehe kumi e, mwezi wa tano kwa kushambuliwa na vitu vyenye ncha kali akiwa nyumbani kwake, e, maeneo mbalimbali ya mwili baada ya kuviziwa na mtuhumiwa akiwa ndani nyumbani kwake. Katika misako na opere, na, na, na, na operation ambayo tumeendelea, tumeweza kumkamata mtuhumiwa mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Lameck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 Kwa hiyo mtuhumiwa amekamatwa na sababu za awali zinaelezwa kabisa; ni, ni wivu wa kimapenzi.